Watu wengi tunafahamu jambo ambalo linamsumbua sana mwanadada Wema Sepetu ni kukosa mtoto. Hilo jambo linamuumiza kichwa sana Wema Sepetu, na mara nyingi sana katika interview zake akiulizwa kuhusiana na swala zima la mtoto, huwa apendelei sana kuzungumzia hilo swala. Lakini aliwahi pia kuzungumza na kudai kwamba kwa, kwa sasa hivi anashindwa hata kujumuika na mastaa wenzake, kwa sababu mastaa wengi kwa sasa hivi wameinuka, mastaa wengi kwa sasa hivi wana watoto. Tumeweza kuona mwanadada Jacqueline Wopa na yeye pia ni marika ya Wema hayo hayo, lakini tayari sasa hivi ana watoto wawili. Tumemuona Elizabeth Michael Lulu, na yeye tayari ana watoto wawili. Sasa ni jambo ambalo linaendelea kumuumiza sana Wema Sepetu eh, na kupelekea Wema anakosa ule ujasiri eh, basi wa kujumuika pamoja na mastaa wenzake, kwa sababu wanakuambia muda mwingine wanakuja na watoto wao. Sasa yeye kama Wema anaona wivu, anajisikia vibaya, anajiuliza ni wapi amekosea, mbona ni kama vile amepata adhabu kubwa sana. Jambo ambalo linaendelea kumtesa sana Wema naendelea kusababisha Wema Sepetu akose hata ule ujasiri wa kujumuika pamoja na mastaa wenzake. Sasa siku ya leo tumeweza kupata kitu kipya ambacho labda huenda ikawa ni sababu kubwa ya Wema Sepetu kishindwa uh, kupata mtoto. Tumeweza kuona ile interview ya mama mzazi wa marehemu Steven Kanumba Mwenyezi Mungu amlaze. Uh, tumeweza kuona namna ambavyo uh, Mama Kanumba amezungumza wazi kuhusiana na hilo swala la Wema Sepetu kushindwa uh, kupata mtoto. Cha ajabu kwa Wema mimba zinashika vizuri, yani ujauzito anapata, lakini haufiki miezi tisa, yani mimba inaharibika miezi mitano, miezi mitatu, miezi miwili, jambo ambalo linaendelea kusababisha Wema ajisikie vibaya, kwamba mimi nina uwezo wa kushika mimba, lakini nashindwa kabisa kufikisha miezi tisa nipate mtoto wangu. Ni kitu gani ambacho kimenipata? Jambo ambalo mpaka dakika hii Wema anajisikia vibaya. Mama Kanumba amezungumza jambo ambalo tulikuwa hatulifahamu, jambo la msingi sana ambalo huenda Wema Sepetu angelifatilia, e, basi lingemsababisha yeye akapata mtoto. Kwa sasa hivi mama Kanumba amezungumza na kudai kwamba e, enzi za Kanumba akiwa hai aliwahi kumwambia mama yake kwamba nampenda sana Wema, lakini pia akamwambia mama yake natamani sana mwanamke ambaye nitazaa naye awe huyo huyo mke wangu, yani nikishazaa naye basi namuoa hapo hapo. Sasa Wema Sepetu, kwa kipindi kile, tunaweza kusema ni umaarufu eh, ambao ulikuwa unamdanganya, lakini pia eh, tunaweza kusema udada udada mwingi au eh, tunaweza kusema usistadu mwingi ulikuwa unamdanganya kwa kile kipindi. Kanumba alikuwa tayari kabisa kuitwa baba, lakini Wema Sepetu hakuwa tayari kuitwa mama, jambo ambalo lilipelekea wakashindwana, wakapishana eh, na Mama Kanumba anakuambia, eh, alimwambia eh, Kanumba alimwelekeza kwamba nampenda sana Wema eh, na endapo akipata ujauzito wangu eh, basi nitamuoa eh, lakini sasa baadaye Wema Sepetu walifanikiwa kupata ujauzito wa Kanumba na baada ya kupata ujauzito wa Kanumba eh, basi Kanumba eh, akamuomba Wema Sepetu eh, kwamba naomba unizalie huyo mtoto, lakini Wema Sepetu hakuwa tayari ule ujauzito. Baadaye baadaye Kanumba akamwambia, akamwambia kwa nini umetoa ujauzito wangu? Akamwambia sikuwa tayari. Basi wakawa wameishi hivyo kama wapenzi. Wema aliutoa eh, baadaye Wema Sepetu akapata ujauzito wa pili wa Kanumba. Kupata ujauzito wa pili wa Kanumba uh, Wema akaenda tena kuutoa. Kanumba ndipo hapo akatoa kauli ngumu, akamwambia Wema uh, kwamba baada ya wewe kutoa mtoto wangu huyu wa pili hautakaa uh, uzae tena, hautakaa upate mtoto kwa sababu umeniulia tayari watoto wangu wawili jambo ambalo Kanumba lilimuumiza kwa sababu tunafahamu marehemu Steven Kanumba alikuwa ni mtu wa dini sana, ni mtu wa imani sana. Sasa alikuwa anaamini kabisa kitendo ambacho Wema amekifanya ni cha mauaji ameua, eh, na hiyo ni amri ya tano eh, katika zile amri kumi kwamba usiue. Sasa kitu ambacho eh, Kanumba alikifanya, aliamua kuachana na Wema katika mahusiano yake. Baadaye eh, Wema Sepetu akaendelea na maisha yake mengine, na ile laana ambayo eh, Kanumba alitoa kwa Wema Sepetu, alimwambia hata mama yake kwamba, mama Nimeachana na Wema kwa sababu ametoa wa ujauzito wangu na sio mara ya kwanza, ametoa tayari mbili, na nimemwambia kabisa, ha, basi hatokaa apate mtoto kwa sababu ha, kwa sababu ameweza kuharibu mimba zangu mbili, jambo ambalo limeniumiza kwa kiasi kikubwa sana, na mama Kanumba anakuambia. Baadaye ikafikia hatua Kanumba akaumwa, kuumwa baadaye umauti ukamfika. Sasa ndipo akaanza kuona ile kauli ya mtoto wake ambayo alizungumza kwamba Wema hatukaa apate mtoto akaanza kuiona kwa Wema Sepetu. Ujauzito, Wema akabeba, ujauzito tena Wema akabeba, lakini zikawa zinaharibika zile mimba. Mpaka sasa hivi mama Kanumba anakuambia aliwahi kuwasiliana na Wema, akamwambia, Wema wewe ni, wewe ni mkwe wangu, ulikuwa mkwe wangu nyuma, sasa tunaweza tukaenda kuivunja ile kauli, ile kauli ambayo marehemu mwanangu Kanumba alikuambia tunaweza tukaenda kuivunja. Kama ni kwa shehe, unaenda kwa wewe, kama ni Muislamu unamwamini shehe, tunaweza tukaivunja ile kauli ambayo ilitengeneza kama laana, wewe usipate mtoto. Lakini tunaweza tukaivunja hata kwa mchungaji, vyovyote vile, mimi ni mama yake mzazi na Kanumba, tunaweza tukaivunja ile kauli. Lakini mama Kanumba anakuambia Wema hajawahi kumtafuta, Wema hajawahi kutilia maanani kile kitu ambacho alimwambia e, na ndicho kitu ambacho Wema amekosea kwa sababu huyu mama ni mtu mzima. Ni mama ambaye ni wa makamu Nafahamu vitu vingi. Baada ya kuona Wema Sepetu anateseka sana kupata mtoto, aliona amwambie hivyo ili kumsaidia, wangeweza kuivunja ile kauli kama laana ambayo Kanumba aliweza kumpatia. Sasa unaweza kuona Wema Sepetu, ilikuwa ni swala la maamuzi tu kwamba, mama, hebu tuende tukaivunja ile swala, alafu mambo mengine yaweze kuendelea, na ndicho kitu ambacho mama Kanumba anakwambia mpaka leo hii kinaendelea kumtesa Wema Sepetu na hatujui ni lini Wema Sepetu atafanikiwa, eh, kupakata mtoto wake. We kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuochee maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe kulike na turn on notification.